anajenereta pampu ya kuvuta maji pikipiki na guta. Wamiliki wa vyombo wote vya usafiri mkoani Rukwa wameshashtuka na mafundi matapeli, kwa sasa wanafika kwa Edofundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC benki pale ng'ambo yake. Lakini pengine unajiuliza utampata vipi Edofundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbawanga? Basi acha nikupe mawasiliano, chukua namba hii hapa 0763100043. Anaitwa Edofundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC Si Edofundi Pikipiki, usalama kwanza.